Nipo, tupo bwana. Unajua huduma maisha, yani yani habari ya huduma nzuri, lakini changamoto nyingi sana. Yani mambo hapa umetoka, bwana, Tanzania Assemblies of God, nebi. Chuo uh cha kisasa cha viwango ndio chenyewe hiki. Ukitoka hapo mzee kanisa lako litaenda kama. Unasema kweli? Acha kulisha watu matango mwitu. Ah, I see. Hapo <laughs> ndio wenyewe. <laughs> Kiko Kibaha. Ukifika pi... ukija hapa mzee hutaiona Biblia msitu. Uh -huh. Utalisha watu matango mwitu paka lini? Ndio hapa. Ndio wenyewe. Hapa wanafunzi ah, wanasoma, wanaenjoy, chakula kipo, mazingira safi, watu wanafurahi hapa eh. Kiroho safi hey. Ambacho kinatoa wachungaji course, English course, diploma, degree, eh, computer sasa okay. Mimi natoka mjini Dar es Salaam mm. Nafikaje hapo nepki hemi nielekeze. Maana mimi nimefika tu hapa kwa bahati mbaya tu, nimetokea tokea na kuona sasa, na nataka ndugu zangu, wachungaji wenzangu kama mimi, wafike. Ukifika picha ya ndege, chukua usafiri, waambie naenda sofu, chuo cha Bibilia mm, Nemki, utakuwa umefika, watakufikisha ukifika hapo, utapokelewa. Tunao walimu wazuri waliobobea wanaofundisha kiroho na kimwili ni rahisi sana, ni rahisi sana kufika hapa mm -hmm. Ukitoka Dar es Salaam ukipanda gari, shuka picha ya ndege. Ukitoka e, Morogoro road, njia ya kwenda Morogoro, ukipanda gari kutoka Morogoro, shuka mm -hmm. Chuo cha Nebki kinapatikana Kibaha, mkoa wa Pwani. Kwa mawasiliano zaidi soma kwenye skrini yako. Karibu.